Hali ya kiuchumi ki, ki hapa ilikuwa yani hali ya kimaisha hapa hali ya kijamii ya Madina wakati huo ilikuwa ni hali ya ya niseme ya vuruguvurugu ya, ya vurugu na vitavita vita. Na wasabi wa, waliosababisha zaidi fujo hiyo ni Mayahudi, kwa sababu wale Ausi na Khazraji wao walikuwa ni wathaniyun, yani wao ni washirikina hawamwabudu ha, ha, ha, Mungu, washirikina wa wale Aus na Khazraj sawa. Na hawa Mayahudi wao wana asili ya kitabu cha Taurati, yani wana asili ya kitabu. Sasa wao walikuwa wanajua, lakini Mayahudi wamekuja hapa, walikuwa wanajua kwamba katika vitabu vyao kuna ishara ya kwamba kuna mtume atatokea hapa na mtume huyo atakuwa maeneo ya hapa, na wao walikuwa wanatumia fimbo hiyo kuwachonganisha hawa Ausi na Hazraji ambaye ni makabila makoo mawili makubwa hapa, kwamba nyinyi, sisi tutakupigeni, tutakushindeni. Kuna mtume atakuja, sisi tutamwamini tutamjua sisi, kwa hiyo tutaungana naye huyo, alafu tutakupigeni. Kwa sasa Ausi wakawa kama vile ni madhalili ni madhaifu chini ya hao Mayahudi, katika sura namna hiyo, kama kawaida ya Mayahudi mnavyoona tabia zao leo, ni tabia za asili wameishi hapa ni kuchonganisha. Kila mwaka ilikuwa kuna vita. Mwaka huu wanakuwa upande wa Ausi, wanawapa silaha, wanawapa nguvu, Ausi wanapigana wanashinda vita, kuwashinda Hazraji, sawa. Lakini mwaka mwingine tena wanahama, tena wanakuja huku, wanavuta vile vile kiasi cha pesa na kadhalika, wanawasaidia vita. Kwa hiyo, ilikuwa wao wanapiganisha vita, wao wana nafahamu <tipa> wanapiganisha vita afu unafaidika wewe, walikuwa ndio tabia hiyo walikuwa na Wayahudi. Mwenyezi Mungu akajalia, baada ya muda mrefu Allah akajalia kwa kumleta Mtume wake Muhammad sallallahu alaihi wasallam pale Maka. Mtume ameishi miaka miaka kumi na tatu, tumeyazungumza kule, hatuyarudi tena lakini ikatokea sababu ya Mtume kuhamia hapa ajili mbali, sababu ya Allah mwenyewe. Sababu ya kibinadamu ni hawa watu wa Madina, nao walikuwa wanapata tabu, walikuwa wanasumbuka tabu wanayoipata, na hawa Mayahudi wanawatishia. Kuna mtume tutaungana naye itakuwa hivi. Wao wenyewe sasa wakonda hata na wakaka, wanaangaika wanatafuta na wao suluhu. Walipokuwa wakienda Maka hawa wazee wa hapa, kama kawaida, ibada ya hija tulisema ni ibada tangu na tangu, ni makafiri walikuwa wanahiji kama kawaida walipokuwa wanaenda Maka kule, Allah akaja akajalia siku hiyo moja wakapata kikao cha siri na mtume sallallahu alaihi wasallam. Wakati mtume anaangaika kutafuta watu ili awalinganie dini akiwa kule Maka, Allah akajalia katika mipito mipito, mtume akafanikiwa na ikafanywa siri kubwa sana. Makuraishi wa Maka hawakujua, kwa sababu kila walipojua kama mtume kaongea na watu akitoka tu wanarudi kwa wale watu wanawashawishi, yule mshenzi yule, mchawi yule, mfundishaji yule, mbaya anaharibu dili, linaharibika sasa. Hii Mungu alijalia haikuharibika, wakakutana pale Akaba kule Mina kule Akaba Jamarati kule sawa. Walipokutana pale watu kumi na mbili wakakubaliana kwamba mtume, sisi tunataka uhamie. Wapi? Uhamie Madina, tuko sawasawa kwa hiyo hapo wale kumi na mbili wakarudi waka. hapa Madina, wakaomba mwalimu mmoja huyo. Mwalimu anaitwa Mus'ab bin Umairi, ni kijana mdogo, alikuwa katika familia tajiri ya Maka na ni kijana ambaye alikuwa na uwezo mkubwa familia yake. Kijana alikuwa ni mtanasha, unavyojua Perfume nzuri, unayojua ilikuwa ni huyo ndio ananunuliwa na wazazi wake, huyo katika vijana wote wa Maka, hata na mtu mwenyewe na utume wake Wakati lakini pafyumu anaitumia Mus'ab, ndio pafyu ilikuwa sababu alikuwa na la pesa, lakini kijana yule alisilimu akaacha baba yake na mama yake. Mtume akamtoa kumleta Madina ili aje awafundishe fundishe dini. Mus'ab bin Umair akawa amekuja hapa na wale wazee, kufika hapa akateremka hapa akaanza kufanya kazi ya dawa ya kuwafundisha watu dini, ni kijana ana miaka kumi na sita tafakurini vijana wenu huko tulikotoka huko miaka kumi na sita hawana akili hata hii hata ruhusu ya akili hawana na sisi ndio wazazi wao na tumeridhika huyu ni mtume anamtoa kijana wa miaka kumi na sita kuja hapa kuwafundisha watu dini wazee wazima kafundisha dini baada ya mwaka mmoja wakapatikana watu karibuni sabini na mbili ujumbe ukaongezeka kwenda kwa mtume sasa so, tumekuwa tuko wengi, na huko wengine washakubali Uislamu. Sasa mtume hama tu, ndipo ile hijra ikafanyika. Mtume akahama kwa mia wapi? Kwa mia hapa Madina. Mtume alifika Madina hapa, aliteremka sehemu ya Kuba Kuba, nadhani katika ziara za kwenda Kuba. Kafika pale Kuba, mtume akafika pale Kuba, amekaa muda kidogo pale Kuba, na alijenga msikiti wa mwanzo kujenga. Sio hapa Madina hapa Kuba kule. Lakini hayo katika Madina leo, sababu ni sehemu moja, kajenga msikiti pale. Baadaye mtume akaja hapa. Alipokuja hapa, ngamia wake akashuka hapa, mahala maalum mtume pale. Mahala palikuwa pana zizi na vijana fulani vijizi. Mtume akasema hapa ndipo nitajenga mimi msikiti, msikiti huu nitajenga mimi, msikiti huu baada hapo. Wakasema, wakasema sawa, wale vijana wakaamua kujitolea ile eneo. Lakini mtume sallallahu alaihi wasallam alifanya nini? Alisema hapana, mimi nitapanunua hapa. Alitoa pesa akawalipa wale watu, kuogopa lawama zile nyingine. Unajua watu binadamu, tena na nyinyi mnayajua, mtu kishatoa sadaka yake bara, hapa ni kwangu, hapa huoni wa kwangu mimi alijenga babu yangu. Hapana, huu hapa pesa, akatoa nani? Mtume mwenyewe, kawapa vijana, amna cha kujitolea la tani kwa hapa huu, hapo ni msikiti wa watu wote. Katoa pesa Mtume, kajenga msikiti ambao ndio msikiti Masjid Nabawi huu hapa, na ukaitwa kama ni Masjidu an-Nabawi. Kwa hiyo huo ndio msikiti wa mwanzo wa mtume alipofika Madina, hapa katika mji tuliopo hivi sasa. Tuko sawa sawa. Baada hapo mtume ameendelea kuwa hapa. Nini kilitokea? Mtume sallallahu alaihi wasallam wakati anakuja hapa, amekuta hali ni vurugu. Wale Mayahudi watu wabaya sana, Mayahudi wachonganyishi, Hapatulii, kila siku vita na ugomvi. Makabila mawili yameesha mkubali Mtume, lakini makabila yanakuwa o katika nini, katika mgongano wa kila wakati. Mtume sallallahu salama, siasa yake aliyofanya, kuna mambo muhimu aliyafanya ya mwazo kabisa. Jambo la kwanza mtume Kwa yapa, alifanya hapa alifanya muaha, alitengeneza udugu kati ya nani, kati ya ausi na, na nani, na Khazraji makabila yale makubwa mawili ya hapa. Hapa. Allah alifanya udugu kwamba nyinyi tena, acheni ukabila wa Ausi, acheni ukabila wa Khazraj, nyinyi sasa ni nani? Wao ni Waislamu, kwa hiyo ni ndugu mmoja, wale udugu wale, wakawa ndugu mmoja. Mtume kazi ya kwanza muhimu kaifanya kutengeneza udugu. Kazi ya pili mtume aliyoifanya ni kutengeneza udugu kati ya hawa nani hawa al-Muhajirina hawa na nani hawa al-Ansar make hawa makabila mawili wakajulikana kama ni Answar, Answar. Yani wamemnusuru mtume hapa, wakaa ni Answar. Sasa kazi ya pili ikawa ni kutengeneza udugu kati ya Answari na nani, na Muhajirina. Muhajirina ndio wale waliohama kutoka Maka kuja hapa kwao, katengeneza udugu wa Muhajirina na wa Answari, Waanswari wakaai umma wa Kiislamu umekaa ni umma moja na ni ndugu moja, imeleka vizuri baada ya hapo sasa, tayari mtume anatengeneza dola yake ya Kiislamu hapa, lakini mtume ni mtu wa diplomasia, sallallahu alaihi wasallam. Hapa kuna makabila mengine aaisha hao Mayahudi. Mtume asalam, kazi ya pili alitengeneza mkataba, mkataba wa makubaliano ya kuishi Madina. Hapa sisi ni kuna answari na kuna muhajirini. Hey, sawa tayari ni ndugu mwanzoni, au sina hazaji, tayari ni ndugu kwa hiyo na mtume ni kitu kimoja, kimoja. hawa Mayahudi wako hapa na koo zao tatu Bani Ukainuka, Banu Nadhiri na Banu Kuraidha wako hapa. Kilichotokea, mtume akasimamia tatizo, tuishi sawa sawa, lete mkataba, ukaweka makaratasi pale, ukaandikwa mkataba namna <laughs> ya kuishi hapa. Jamani, kila mmoja hapa afate dini yake, nyinyi Mayahudi na dini yenu, nendelea na dini yenu na mambo yenu, sisi huku Waislamu tuna mambo yetu, wana mambo yetu masala ya kijamii tutashirikiana, hakuna matatizo, tutauziana tuta tutafanya hivi, hakuna matatizo, tutakwenda. Mkataba ukaa vizuri, mkataba umependeza. Baada katika mkataba ule umeshika kama vifungu vya makubaliano vya kuheshimiana na, na kila mmoja kulinda nafasi yake katika imani yake, haikuwa matatizo hiyo. Ndio siasa ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Baada ya hapo, mtume akatulizana hapa palikuwa pana soko, soko kubwa linamilikiwa na Mayahudi. Mayahudi watu wabaya sana jamani, aa la, lakini Netanyahu ama babu zake huko nyuma ni watu wabaya sana hao. Walikuwa na soko hapa, lile soko liweka hapa, ni soko ambalo biashara zilizofanyika hapo ni utapeli mtupu hapo, hiyo riba. Unajua riba ndio riba, makao makuu ya riba kama kuna rishi hapo ukiingia hapo apo ukipigwa kanyanga ile basi ndio hivyo tena. Oh, unaondoka kabla ya kusema ndio. Soko ninasema namna hii soko linamilikiwa na wao Mayahudi. Mtume sana akafikiria akaona hata Waislamu wanapata tabu sana, soko lile halina udhibiti mzuri, soko lile ni haramu tupu. Mtume akaanzisha soko lake hapa Madina. Sasa Waislamu wote sisi soko letu litakuwa ni lile pale kwa hiyo bidhaa za Waislamu wafanya biashara katika soko lake a. Mtume hajagombana nao, nini? alitengeneza alternative nyingine soko linahitajika ya biashara nao, kwamba msiende, bali alitengeneza soko lingine, akawaeleza, wakawa Waislamu waka wa wanakwenda katika soko ambalo alioanzisha Mtume sallallahu alaihi wasallam. Biashara zinafanyika hapo na nini, Mayahudi du, kiuchumi waishapigwa tena, watu hawaendi wa kule huku, kuna halali kuna haramu, inaonekana hiyo haramu halali, haramu inaachwa, halali inafanywa, kwa huko ni rishirishi na udanganyifu, watu waonekane, watu wakawa haendi. Hayo ni masuala ya mtume aliyofanya hapa. <coughs> na baada ya hapo kufahamu hilo, mtume akaja <coughs> akaanzisha hilo dola yake ya Kiislamu, makao makuu ikawa <coughs> ndio hapa Madina, na kiongozi ndio yeye mwenyewe mtume sallallahu alaihi wasallam. Kazi ya msikiti wa mtume ilikuwa ni kazi za kila kitu, ulikuwa msikiti unafanya kazi zote unazozijua wewe. Msikiti ndiyo ofisi ya Waislamu katika, katika sekta na, na nyanja zote. Masala ya jihadi, mtume anapanga jeshi katika kwenda kupeleka wapi, basi mambo anafanyika wapi? Ni msikitini. Kuna masala ya wa wajane, wanatakiwa washughulikiwa, wajane wakasaidiwe, shughuli zake ni wapi? Msikitini. Kuna masala ya wa wagonjwa, wanaumwa, wanatakiwa wakasaidiwe, mipango inafanyika wapi? Msikitini mambo yote yalikuwa yanafanyika wapi? Ni msikitini. Hapo jihadi, dawa, vikundi vinatoka hapo, mtume anavituma sallam. Hiyo ndio Madina, ilikuwa namna hiyo. Sasa kaka, kaka, hii Madina, hii Madina, kama Madina hiyo ni kubwa. Sasa, sasa kuna maeneo mengine matakatifu ma, matakatifu Madina makubwa makubwa sana, ndio yale kuwepo nani, kuwepo mtume sallallahu alaihi wasallam wa pale. Hii kuwepo mtume hapa, ndio utakatifu mkubwa nii wa Madina. Imeleka vizuri, na tumemsalimia mtume sallallahu alaihi wasallam. Katika matakatifu na matukufu ya Madina ni, ni kuwepo raudhwa, ile raudhwa, ile raudhwa rauda ambaye ni uwanja ni kisehemu cha uwanja wa peponi. Allah amekiweka pale na hii ni kwa kauli ya Mtume alivyosema, ma baina baiti wa mimbari raudhatun min riyadhil jannah, kati ya nyumba yangu mimi na kati ya ya nini ya, ya minbari yangu ambayo kuswalishia hapa katikati ni raudha min Riyadhul Janna, sawa, kuna kiwanja miongoni mwa viwanja vya peponi. Ni sehemu tukufu ambayo kukaa pale na kumwabudua Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala, akujalie kheri zako, ni maeneo mazuri, hiyo ni maeneo matakatifu ya hapa. Vile vile hapa kuna mtume kaishi kama tulivyosema, na pale tulivyoona pale pale tulivyoona pale alipozikwa mtume. Si maana yake kazikwa msikitini Tusitoke hapa tunaomba msikitini, basi basi swalia msikitini, makaburi. Mtume hajazikwa msikitini, sawa. Mtume amezikwa katika nyumba yake katika nyumba ya mke wake Mama Aisha, ndipo alipofia Mtume. Hii unaona majengo haya ya kisasa, pale ilikuwa ni nyumba za kawaida tu, nyumba nyumba tu. Alikuwa na haki karibu ni tisa, sio ile sio mtume wake zake karibu tisa, wengi na wale masuria wengine walikuwa nao. Kwa hiyo kila kichumba kimoja hivi mke matala hayo sawa. Jamani, haya moja hapa hapa, tena chumba kingine pale, kijumba vibanda vibanda vile vibanda vibanda vile ndio nyumba za mtume. Akilala hapa kwa mama Aisha, hapa kwa bi Hafsa, hapa kwa bi Juwairia, hapa kwa Umu nani sijui, hapa Umu Salama, hapa nani kadhalika, ndio wake zake mtume na nyumbani kwake pale, ndio nyumbani kwake. Akitoka nyumbani kwake Bilali anaadhini tayari, akishaadhini anatim mtume, akitoka nyumbani kwake Bilali anaadhini pale, mtume anakwenda kwa nini? Kuswalisha, anapita pale tu moja. Na ndio maana tunaambiwa hata mtume alipokuwa anakaa itikafu hapa, alipokuwa anakaa itikafu msikitini, alikuwa mtume anakuja akichoka, anakuja pale nyumbani kwake, anatoa kishwa na mdei, sababu nyumba hapa hapa msikitini, anatoa kishwa hivi, mke wake mama Aisha anafanya nini? Anamtengeneza nywele Sawa, anamchana kidogo, anamsafisha nywele kidogo, kichwa tu anatoa. Yuko msikitini, anajika toa kichwa tu, sababu ni nyumba ni kwake hapa. Akitoa kichwa sawa, tushaga ma msikia bwana haa, insha Allah, anatoa kichwa na tano, anarudi mtume, anaelekea kwa msikitini pale, ilikuwa vitu vimeungana pale sawa. Ndio hali ilikuwa namna hiyo. Sasa mtume aliofariki, kisheria kumbe, katika dini katoka hadithi ya mtume masomo, akasema jamani, kuna hadithi ya mtume alisema, sisi mitume tunazikwa pale tunapofia. Sasa amefia hapa, kabila zikwe pale pale. Sasa ilikuwa zamani, ilikuwa namna hiyo, msikiti kama kawaida na kafika pale. Leo maendeleo makubwa, watu tumekuwa wengi, kwa hiyo msikiti unafanya nini? Una unapanuka, na vilevile maswahaba wawili waliomba, maswahaba wawili waliomba, Abubakar anaenda kuomba vile kwa mama Aisha, ni mwanaye lakini mke wa Mtume, ni mama yake. Kwa mimi naomba, jamani, bwana mimi ni kifa, jamani jirania jirani yangu na akafanya na jirani yangu alizikwa naye, akazikwa pembeni kwa pale. Paniti, pale. Pembeni watu watatu, mtu na rafiki zake wawili, maswahaba wakubwa wamezikwa pale. Wote ni katika nyumba za nani? Ni katika nyumba za mtume, sio msikitini. Sasa upanuzi shida za hii ni masuala mambo ya kifiki tuyache, sawa mambo ya masla yatokasa kuna dharura tunafanya nini? Ndio ikabidi ikapanuliwa panuliwa, jirani zimekuwa wanapanua huko wanapanua huko, mpaka inaonekana kama vile iko ndani, ulikuwa nyuma kama unaelekea msikitini, na wanasema wanazuoni walitoa fatwa wakati huo, wakajenga kile kama musalafu ndani mle, maake ndani ukichungulia leo, tabu kuchungulia, asab napita malibaza madi kwaza, ukachungulia pale ile kaburi, unaonaksaa udongo mchanga huu wa kawaida, tunaona udongo ama kawaida, sio wamejengua matofali hapana. Ile sababu ni kuzuia watu wasije wakata vurugu pale, waenda kugaragara pale wanataka wachukue udongo. Basi wangemfukua mtu mwenyewe tu, wangemfukua maka tena mtu achukue udongo. Watu walikuwa na akili wachukue udongo, si udongo kwa hauna maana. Kwa hiyo bashaka zangu ndugu zangu, hiyo ndio hivyo. Ziada hapo kuna maeneo matakatifu mengine ya Madina, Masjid Quba, msikiti wa Quba ni mta, ni, ni, ni sehemu tukufu sana. Ukiswali raka mbili msikiti wa Quba ni kama vile umefanya nini, umefanya umbra. Tuko sasa. Tutakwenda huko tusali raka mbili ili tulipwe thawabu ya kufanya umra hiyo moja. Na vile vile Kuba pale ndio baada baba mtume alipokuja kutoka huko ndipo alifikia pale kwanza afu ndo akaja kule. Ni sehemu mtukufu. Kwa, kwa msikiti wa Kiblatini. Msikiti wa Kiblatini, msikiti ambao mtume wakati huo alikuwa anaswali alikuwa anaelekea wapi? Baitul Maqdis. Muda wote alikuwa akiswali mtume anaelekea Palestina. Huko Palestina ya ni msikiti wetu ule. Sawa wa Palestina tuwe nao pamoja, ni wetu wale. Mtume alikuwa anaelekea kibla kule mpaka ikaja amri sasa abadilisha aelekea wapi? Maka.